Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni robo ya tatu ya mwaka wa 2025, robo tunayojifunza mada kuu isemayo Kutoka. Tunaenda kuliangazia somo la kwanza kabisa la robo hii, somo linalosema Ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa, kwa ajili ya Juni 28 na hadi Julai 4. Hii ni Sabato mchana. Mwandishi anasema kwa ajili ya somo hili tutajifunza kutoka sura ya kwanza ya kwanza hadi 22, Mwanzo 37 26 hadi 28, Mwanzo 39 ya pili na 21, Matendo sura ya 7 ya 6, Wagalatia sura ya 3 ya 16 na 17 Kutoka sura ya pili ya kwanza hadi 25. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Kutoka sura ya 2 ya 23 hadi 25. Neno la Mungu linasema: Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Kitabu cha Kutoka kimejaa masimulizi ya waliokandamizwa, waliotengwa, walioteswa walionyonywa na walioshushwa hadhi. Hivyo watu leo wanaohisi kuachwa, kusahauliwa na kutiwa utumwani wanaweza kupata tumaini, kwa sababu Mungu yule yule aliyowaokoa Ibrania anaweza kuwaokoa wao pia. Kitabu cha Kutoka kinathibitisha juu ya vita vilivyopo maishani na dhuluma na majaribu ambavyo ni sehemu ya maisha haya. Kila mtu anaweza kutiwa moyo na visa vya uingiliaji kati wa Mungu kwa ajili ya watu wake wanaoteseka. Mungu anasikia kilio cha wanaokandamizwa, anaona mapigo yao, anaona machozi yao na katika maumivu yao huja na kutoa msaada. Mungu huchukua hatua ya kuwakomboa wale wanaomtumaini. Tunahitaji tu kupokea kwa imani kile anachotupatia. Hii ndiyo sababu kitabu cha Kutoka kinapaswa kujifunzwa kwa kuwa kinaelekeza katika kile ambacho Yesu ametufanyia sisi sote. Ni kitabu kinachohusu ukombozi na uokovu wa mwisho. Vyote ambavyo ni vyetu kwa imani katika Kristo Yesu na kile alichotupatia. Katikati ya misukosuko na giza, ikiwa macho yetu yameelekezwa kwa Mungu, tunaweza kutambua uwepo wake utunzaji na msaada wake anapotuongoza kuelekea nchi ya ahadi ya milele. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Julai tano. Jumapili itajifunza mada inayosema watu wa Mungu huko Misri. Jumatatu tutajifunza usuli wa kihistoria. Jumanne wakunga wa Waebrania. Jumatano Musa azaliwa. Siku ya Alhamis tutajifunza badiliko la mipango, Ijumaa jifunze zaidi. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, kumbuka ndiyo kwanza tunaianza robo ya tatu, robo inayosema Kutoka. Pamoja na yote ambayo tumejifunza, usikose kufuatilia mwendelezo wa masomo haya katika juma hili, na zaidi sana jipange kumiliki mwongozo wako wa kujifunza Biblia robo hii. Mungu atubariki sote na neema yake idumu kwa nasi sasa na hata milele. Amina.